Naam, ibwana, kupitia moja kati ya posti ambazo Mwijaku aliziweka kupitia ukurasa wake wa Instagram ni kwamba huku wadau wamefuatilia wamefukua watu wamefanya investigation ya ndani kabisa, ili waweze kufahamu kwamba siku ambayo Mwijaku aliipata aliitumia kwa ajili ya kufanya haya aliyoyafanya, kupelekea mpaka hawa wanafunzi wakaja wakagundua kwamba wote wanadeti na mume wa mtu mmoja, na kupelekea hawa, huyu mwingine kuamua kumfanyia unyama mwenzie, kisa tu anadeti na mwanaume wake ambaye ni Mwijaku, ambaye pia Mwijaku ni mume wa mtu. Sasa watu wamefuatilia kwa undani kuweza kujua kwamba ni e, nini ambacho kimetokea mpaka Mwijaku au ni lini e, au hizi issues zili take place lini eh, katika kalenda ya Mwijaku kwa sababu tunafahamu kwamba Mwijaku mara nyingi ni mtu ambaye anasafiri safiri, na siposafiri anakuwa nyumbani kwake na mkewe na familia yake kwa ujumla. Sasa kuna siku hii ilikuwa ni Aprili 11 mwaka huu hapa 2025. Kuna posti ambayo Mwijaku aliiandika akaandika kwamba mbea mbea mbea, see you soon, nipeni kodi za kula bata leo ziko wapi? Sitaki uti tu. Hiyo ni posti ambayo Mwijaku aliiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Sasa wadau bwana, wamekuja ku notice kwamba inasemekana kwamba bwana, hiyo ndiyo siku ambayo Yeah. Mwijaku alienda kuchepuka yani, hiyo ni michongo ambayo ipo sasa. Hapa kuna peji hapa meku... imekuja kuandika makala wakiwa wameandika kwa urefu kwamba Mwijaku alichepuka mnamo Aprili kumi na moja. Ali... aliaga anaenda Mbeya Meona, bwana maelezo yako hivi kwenye video inayoonyesha ugomvi wa Mary na huyu dada wa kushoto. Dada anaulizwa na Mary kwamba mara ya mwisho kufanya mapenzi na Mwijaku ilikuwa ni lini, dada akajibu Aprili 11. Na ukiangalia kwenye kwenye posti za Mwijaku za Aprili 11, aliandika kwamba mbea mbea mbea si usuni ni peni kodi za kula bata leo ziko wapi sitaki UTI tu. Na ndio siku hiyo ambayo huyu dada alivobanwa na mchepuko wa Mwijaku kwamba alitembea na Mwijaku lini. Akasema kwamba ni Aprili 11. Huku kwa hiyo ali, huku Mwijaku alitoa ali alitoa habari kwamba anaenda, anasafiri, anaenda Mbeya kumbe ndo alikuwa ameenda kuchepuka na huyu dada. Kwa hiyo watu wamefanya investigation, watu wamefanya uchunguzi, watu wamefanya uchunguzi kama ma FBI na kugundua kwamba kumbe siku ya, ya Aprili kumi na moja Mwijaku kwa aliposti kwamba anaenda Mbeya ndiyo siku alioenda kuchepuka na huyu dada, na ndio maana hata huyu dada alivyokuwa anaulizwa wakati anapigwa na hawa akina Mary, ambao ni mchepuko ni mchepuko wa Mwijaku pia, aliulizwa kwamba umefanya mapenzi mara ya mwisho lini na Mwijaku, akasema kwamba mara ya mwisho ilikuwa ni tarehe kumi na moja Aprili. Umeona bwana? Kwa hiyo hapa wakaendelea kusema kwamba Eh, nimepekua posti za Mwijaku za Aprili 11 nimekuta kwamba posti ambayo alikuwa ameiweka katika slide ya pili mnamo ya, Aprili 11 Mwijaku aliaga kwa kupitia kurasa yake wa Instagram. Alisema kwamba anaelekea Mbeya, akaomba apewe kodi za kulabata ila hataki ugonjwa wa UTI tu ma, wakubwa ndani, mmeelewa? Alikuwa nadhani mmeelewa, alikuwa na, na maanisha nini? je alienda kweli Mbeya au alikuwa, au ilikuwa negia ya kumtoroka mke wake ili awe huru na mchepuko wake? Kama alienda Mbeya, kuna uwezekano mkubwa ndio alienda na huyo dada connect doti. maelezo ya dada e, wali alivyokuwa anapigwa na wenzie aliulizwa kwamba mara ya mwisho kufanya mapenzi na Mwijaku ilikuwa ni lini? Akajibu Aprili kumi na moja. Pia siku hiyo hiyo ndio Mwijaku alianda, aliaga kwamba anaenda Mbeya na akaomba apewe kodi nahataki uti e, bwana so sikufundishi kila kitu, jiongeze. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo wadau, bwana wameconnect dot, kutokana na mahojiano ambayo huyu dada baada ya kupewa kibano na wenzie aliyoyajibu na posti za Mwijako zilivyokuwa zinajieleza. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana, katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Unalizungumziaje hilo? na pia vile vile hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.